sana mtazamaji wetu Wanabongo, matumaini yangu mtazamaji wanabongo TV Kenya kuwa huko salama. Mimi ni wako striker mbili, karibu kwenye kipindi hewani michezo na burudani hapa. Tunaweza timu chinzi wa, wanapiga bunduki wanapochiandaa huku wana Manchester United pia wakichiandaa na wana Chelsea wanapochiandaa. Kutoka kote kote duniani, tunataka tuwapatie usajili na matokeo na ratiba zote za michezo hapa ilinga ya mbongo TV Kenya. Bila kupoteza muda, tunataka tuanze na matokeo ya weekend iliyopita. Ueshamaliza pale, tukakupatia dirisha ambalo limefunguliwa Juni. Ni nani anaenda wapi? Ni nani anasajiliwa na kilabu gani? Ni klabu gani linamtaka nani na yote ambayo yanajeri uwanjani? Mpenzi mtazamaji, asante. Tuanzie timu ya Arsenal, wale ambapo wameweka barabara na rasmi kabisa ya kwamba wanamsajili kiungo wa Real Sociedad Martin Zubimendi bineti ambaye anacheza katika kiungo iliweka cha kati. Arsenali imethibitisha ya kwamba ilioweka kitita cha pauni sitini ili kunasa kiungo huyo. Kwingineko Arsenali imewasiliana na watetezi wake Victor Yokres kwa sababu ya uwezekano wa kuweza kumsajiri, na tayari makubaliano yapo baina ya mchezaji na klabu ya Arsenali. Kenye kimesalia ni klabu ya Sporting Lisbon na Arsenal wakishaelewana basi tutaona msajili wa Victor Yopres akitokea akitokea Sporting Lisbon akijiunga na Arsenal. Vinginevyo ni rasmi ya kwamba Manchester United inamtaka mchezaji wa Wolverhampton Wanderers Matheus Nunes, ambaye raia huyo wa Holandi mwenye umri wa miaka 21 anatarajiwa kujiunga na Manchester United wana the Red Devils. Na penginepo, wana Red Devils tena pia wameonyesha nia ya kumsajili pia kiungo wa Bayern Leverkusen Wisa mwenye umri wa miaka 21, huku wana Manchester City nao wakiweka kiasi cha kitita cha paundi 150 ili kuweza kumnasa beki huyo wabayanneakusen wa, wa mradi wabayanneakusen. Kikiachana na hayo, ni kwamba kombe la Europa litakapochezwa wiki lijalo, eh, Manchester United inaonekana kupewa kipaumbele kwa ajili ya kunasa kikombe hicho baada ya Tottenham Hotspur kushuhudiwa majeraha gada wa gada James Maddison akiwa mmoja wao akipata jeraha. Kwingineko ni rovest pia akiwa katikati yao, hana matumaini kabisa, kwa sababu amekuwa aki- aki- akizungumza aki hii leo katika ukurasa wake wa Twitter, na amesema ya kwamba hana matumaini kabisa na ile kombe la Europa lakini yote tisa ni kwako msikilizaji, unasemaje kuhusiana na fainali kati ya Manchester United na Tottenham Hotspur? Asante sana ndugu yangu, nasema ni asante. Wakati mwingine mimi kama mtangazaji wenu naona kuwa timu ya Manchester United imejiandaa vyema kukabili timu ya Tottenham Hotspur, huku uwenyezaji wa Manchester United wakiona furaha hiyo tele ili kufika fainali icakuwa rahisi kwao wa. Wamemaliza katika nafasi ya kumi na saba, lakini enda kucheza fainali nao. Manchester United wamewapea mafans wao matumaini kuwa wanaenda kubeba kikombe cha Europa League ili kuga ipanda kikombe cha Champions League na itakuwa furaha kubwa kwa maana wana Manchester United, huku tukisalia kwenye barani Ulaya timu ya Chelsea nao wamejiandaa vema katika kikombe cha Ur... Europa Conference League wanasema kuwa hao lazima watainua kikombe cha Europa Conference League Euro, wakati ambapo nakutana na Real Betis, naye mchezaji wa Real Betis former Manchester United player Anton anasema kuwa yuko tayari kwenda kuminyana na wachezaji wenzake kwa maana amecheza nao kwa muda mrefu. Karibu ndugu yangu, asante sana, na ni maridadi kabisa katika ndani ya kipindi michezo na burudani Ugana na sisi kila wakati, kila siku ya dasi tukupakulie michezo na burudani. Nimia wako striker kamili, nami Bradish fela.